West TV. Sina, hana thamani, yes. Yes. Na kuna hoja ilikuwa kwamba kwa nini alimalizia mchezo wakati alionyesha kuumwa mm. Mwenzangu mkalaboko akazungumza vyema kuhusiana na mtu wa mwisho e, wa kutoa recommendation ya mchezaji kuwepo ndani au kutokuwepo ndani ni daktari wa timu, kwamba kwa madhara aliyoyapata ana asilimia ngapi ya kuendelea au asilimia ngapi ya kutokuendelea kwa hiyo yeye ndio ana jaji katika eneo la kwanza mm. Lakini kabla ya kupokea mpira e, ule ambao umekwenda kuzua gumzo alionesha kuwa timamu kwa sababu e, U, yaani kukanyaga kwako kwa, miguu yako unavyoweka chini ndio inajulisha kwamba huyu ana utimamu wa waki, kiwango waki gani? Kama ee, mchezo mchezo wa mpira wa miguu ambao unachezwa kwa miguu, kama una shaka lolote kwenye mm. katika miguu, maana yake ukisimama kwa mguu moja, lazima maumivu yataingia kwenye ule wakati, utaomba kama ni sabu au utakaa chini wewe kwamba siwezi kuendelea. Sasa tumchukulie, ndo ana utimamu, kapewa pasi ile kafanya first touch nzuri sana Festa chake ilikuwa nzuri, akadrive mara ya pili. Wakati ame drive mara ya pili, mimi nikajikita kwenye concentration ya kumwangalia golikipa yule Oscarine, eh, Oscarine ma, eh, Masukule mm-hmm. Huyu golikipa kwa sio mfahamu eh, au aliyomsahau ni golikipa alicheza Baroka mwaka 2016 akatajwa sana na dunia kwenye clip moja, ambao alikwenda kuongeza nguvu kama mshambuliaji, alikuwa anapigwa kona dakika 93 mm-hmm. Akafunga kwa acrobatic mm-hmm. goli lake likaingia wenye Oscar katika tuzo ya nani za Puskas na akawa mshindi wa pili, okay. nyuma ya mtu ambaye alikwenda kuwa mshindi wa kwanza, uh, Oliver Giroud. Sasa ule wasifu ulinifanya mimi ni concentrate naye golikipa mwenye urefu wa futi 6.4 akiwa na mita e, mita 1.95 maana yake wakati, e, Charles Ahoua anamkomba upande wa miguu aliopti vizuri kuliko kumkomba upande wa ambao ametanguliza mikono, ndio maana ule anaonekana kama anataka kumpiga kwanja ambao amemkosa maana yake alikuwa na option ya pili ya kupeleka mpira kwenye upande ambao amelaza mikono, ambao possibility ya kucheza ulikuwa ni kubwa sana, lakini direction yake ilianza kwenda nje eh, kwa sababu analiacha frame ya goli eh, kulia kwake. Sasa kitu ambacho kilikuwa bora kwa nyakati zile ni yule e, nafikiri alikuwa nanii sasa, Ateba aliyokuwa anaingia na njia ile, ndio aliyopaswa kuachia ule mpira ufunge, kwa sababu aliyokuwa na drive katika spidi ile alikuwa anatoka, yani analiacha goli lilipo anakwenda upande ambao ulikuwa unafaida, na kuna mtu anaingia na ile njia mm, na kama unamuona e, breki yake ya kwanza ya Ateba anaonekana sasa kumkwepa mwenzie, kwa sababu alimanusu wagongane wa mm, wow, wao. Kwa hiyo alitakiwa kuachia pasi, tunasema pasi ya upendo labda hii ahadi za mtu moja moja kwenye nafasi ya kufunga huenda nazo zikawa zina athari kwa maana moja mm. au nyingine. Lakini pili, tukimalizia kwenye eh, kwa nini aliendelea mpaka mwisho, mwalimu pia aliamini kwenye option ya pili ya kufufua mipira iliyokufa kitu ambacho yaani ame, ya, ameshajitambulisha kwamba yuko bora kwenye free kick taking mm. tumeona uh, last week ilikuwa ni uh, yule Declan Rice Hana hmm. asili ya kupiga mipira ya faulo kwa upande wa nani wa Arsenal lakini alikwenda kuamua mechi ya Real Madrid. Okay. Zubedi tumalizie hilo lao hapo. Tunalotazama Simba ni kwamba mm. hawatengeneza nezeani nafasi mm. ila wanakimbia kwenye nafasi kwa maana running pass na running kwenye kwa routes, kitu ambacho kinafanya muda mwingi huwapati kwenye maeneo kwa usahihi na ndio maana unaweza kuona hata hizo nafasi finyu ambazo zinampata mshambuliaji mwenye utulivu akafunga kwao zinaonekana ngumu. Na zaidi wanapokutana na timu ambayo imetengeneza ugumu kwenye ulinzi wao, ile solidity ambayo iliwekwa na Stellenbosch. Sasa haya ndio maeneo ambayo tunalalamika kwamba hatuwapati kwenye ubora wao, ni pindi ambapo wanakuta watu wanaowatengenezea mtego. Sasa kama ile eneo wataliboresha kutengeneza the running path ambayo ndio sehemu zenye madhara kwa washambuliaji, sehemu zenye madhara kwa watu kutengeneza nafasi, inaweza kuwa ubora mkubwa, na kuona hili tatizo tunalolizungumza sana likapungua. Halipungui kwa sababu wachezaji wao, kila mmoja hata kukimbia kwenye nafasi na atengeneze nafasi kwa wenzake sasa tene tumsikilize, eh, Ahmed Ali eh, meneja wa idara ya habari naye akizungumza kuhusiana na, ya na eh, Jean Charles Ahoua kwa mtazamo wake kilichotokea hiyo siku ya jana <totipos> katika maeneo kama, kama yale Jean Charles Ahoua, hakuna namna anaweza akakukosa. Lazima, lazima ukubali hilo kwamba Jean Charles Ahoua kwenye eneo lile anakuwa na utulivu zaidi ya maji kwenye mtungi. Leo sijui kitu gani kimetokea, tuseme hayakuwa mapenzi ya Mungu na bahati haikuwa yake, na mpira una mambo mengi ndugu zangu, ni mpira una mambo mengi ndugu zangu. Yes, sasa nilikuwa nishanyanyuka kusema kwamba kazi na, na lile goli lilikuwa la mwisho

lakini amefanya kazi kubwa ya kumpunguza eh, goli kipa kwenye kupasia tunyavu pale, ndiyo ambayo ikatokea bahati mbaya, ngoma ikaenda nje. Mimi niwaambie, waambie Wanasimba, hatuna sababu yeyote ya kumlaumu Jean shale Ahoua. Ametimiza majukumu yake ipasavyo, hii leo ametufungia goli moja na amekosa goli jingine. Ni hali ya kimchezo, hali ya kimpira, presha ni kubwa, muda umeisha eh, kama itoshi mpinzani anakuja huko nyuma, naye anakuja na pressure yake akakosa utulivu akapiga nje. Jukumu letu kama wana Simba ni kusimama na Jean Chale Awa. Eh, e, tusifanye upande mmoja usumu, upande mmoja maziwa. Jean Chale Awa anatakiwa kuwa upande mzima maziwa kwa sababu goli la kwanza amefunga yeye na goli la kumaliza shughuli akakosa, ni mambo ya kawaida kwenye mpira wa miguu. Tuendelee kumpa moyo, tuendelee kuwapa moyo kwa sababu tunahitaji akili ya, ya, ya uh, wow. Asante, Ahmed Ali, afisa habari wa Msimbazi Simba, tumemsikia alichokisema kuhusiana mm -hmm. na uhaji. Hii inapendeza kwa sababu uh, wana Simba sasa wana mtihani mkubwa kule ugenini na hii ni kauli ya kutia nguvu uh, kwamba wanamhitaji. Hakuna namna uh, mapungufu ambayo yanazungumzwa kwake, lakini kwa sasa inaweza ukasema ndio mchezaji bora kwenye kikosi cha Simba ukimwacha mpanzo uh, Ahoua, na yote hayo mapungufu yanayozungumzwa lakini unaweza ukasema hivyo yani, kwamba ni mchezaji ambaye anaibeba Simba. mm. Kuibeba kwenye nini, kwenye matokeo ambayo mpaka hapo walipo sasa kwenye hii nusu fainali, wanakwenda fainali, wanasaka tiketi ya kwenda fainali. mm. Kubeba kuna namna nyingi kuibeba timu uh, una, una, unaanza kutengeneza kwenye issue ya individualism mm. sio, individual can say that a player na ile determination yake na kila kitu yani haiendi katika area moja tu, labda kumpata mchezaji ambaye atakuwa anafunga mabao kwenye set pieces. Sio kuibeba timu bana. Mchezaji unaona, anatengeneza nafasi mwenyewe, anafanya assist, anafanya kila kitu. Lakini sasa usitengeneze mazingira ya kusema kama anabeba timu kwenye nafasi chache ambazo anapata kwenye set pieces, kwenye nini. Sio lazima uwe ume, ume, ume timia. Lakini the question is Simba inatengeneza nafasi au itengeneze nafasi? Inatengeneza. Inatengeneza nafasi. Mm. Na ndio tunachulia. Tumeelewa kwenye hiyo tunasema Simba inatengeneza nafasi kwenye mechi ya Almasi. Jana Simba kwa mfano second half. Nadhani kuna big chances nne kama siku zile. Niona nafasi moja ambayo imetengenezwa, za fazoni tatu kutengeneza mpango. Mm. Moja kamtengenezea, Ahoua ni ya mwisho before dakika chache za nyuma alikuwa amemtengenezea Ateba. Mm. Akawa na vision ya lango and before alikuwa amemtengenezea nani? Mutale. Nafasi zote ziko za watu unapokuwa na vision ya kufunga ya lango. Nimesikia nani mwenzangu mmoja azungumzia nafasi za Barkani, ukiona vision ya lango hiyo, tayari ni nafasi ya kuweza eh, kwa eh. sababu umezungumza hapo kuhusiana na ubinafsi na kupoteza nafasi uh, mwalimu Fadu Davis amezungumza hiyo nafasi na ubinafsi, manake inawezekana angempa Ateba angeweza kufunga. Uh, mwalimu, anasemaje?

<coughs> Mwalimu ana, ana anaona kwamba ni kama anamtetea pia Ahoua, uh, kwa sababu kama anaona kama teba katika kimtazama kama Ateba, uh, labda kama uh, na, angemwachia teba ingekuwa offside kuna na, Joshua kulia watatu. Yes, yes, ukiangalia ile line Okay, Ateba kweli alikuwa kazi bila Joshua alikuwa yupo. Sawa. Lakini tukimsikiliza tuki mwalimu kwa namna alivyozungumza kiungo mkongwe uh. Na huu ndio umekuwa mjadala mkubwa, kwa nini Ahoua amekosa ile nafasi na vitu kama hivyo, lakini unaona mwalimu kwa uh, sababu pale angeweza kumpa Ateba uh, lakini mwalimu kaiweka sawa kwa mtazamo wake. Kwanza, kwanza tukubaliane kitu kimoja. Um, Ahoua ni msajili mzuri sana. Mm. Lakini hatimizi majukumu yote chuk... kwa kweli ni mvivu. Mchezaji mzuri sana. Na kwangu mimi kinamsaidia zaidi kwenye numbers. Sio. Anajua mpira na kipaji gani, lakini bado hatoshi kufanya anachokifanya. Anapaswa kufanya zaidi. Kutupa nafasi ya namna ile kwa mazingira yale timu kitolewa utakuja kulia baadaye, sio? Baadaye. Sasa nadhani pia wenzangu wamezungumzia. Binafsi unaweza pia ukauweka, si kuna ahadi hizi sasa hivi, sijui kuna, unaweza kuwa kuna ahadi za magoli tena, inawezekana nao pia iko sababu kwenye ule mpira ambao alifanya make Mpanzo. Nadhani alifanya kila kitu, kila kitu alifanya kwenye ule mchezo, na pia hata angeweza kutoa nafasi ile, ile pasi kwa mtu kama nani? Mutale. Mutale. Mutale pata nafasi pia w kiungo yeah. Labda samani mm. Tukimsema Ahoua kama ni mvivu kwenye, kwenye ile ile nafasi, alianzisha pasi kwa mpanzo alikuwa ni Ahoua, kama mnakumbuka, alikuwa nusu ya upande wa Simba anagonga kwa kichwa, Ahoua anamdondoshea mpanzo alafu yeye anaanza safari remember, ya kukimbia remember, yani, ni mtu ambaye kwenye ile situation unaona kabisa alijituma. Ile situation wachezaji wote wasingeweza kujituma kwa sababu walikuwa wameshambuliwa wao. Na kama unakumbuka, unaposhambuliwa you supposed to be between the ball and your goal. Kwa hiyo ina maana kwenye mazingira hayo na mpira alisaidia kuwepo pale. So sio kwa sababu ulitoa pasi ukajituma ukashindwa kumalizia bado tukupe nafasi kwamba tukupe favor kwa madano, yeye alitoa pasi. La hasha. E, nachojaribu kusema hapo ni kwamba e, kama alikuwa kwenye nusu yake, mm, na ndo alitoa pasi kwa mpanzu ya kichwa mm, na bado akageuka na akaanza kukimbia na akaenda mpaka kwenye box ya adui. Vipi. manake alitumia nguvu kubwa mpaka anafika pale. Vipi alifanya dribbling kwenye ule mpira kutoka nusu yake mpaka kafika karibia kwenye ndani ya box mm. Sio mwelewa. Kwa hiyo kuna mazingira eh? mm. Safi, Majidi. Watu tuna yaani sio hofu kwenye kwanda pale eneo la mwisho huku Simba wanatoka vizuri sana nyuma mpaka eneo la katikati, yani yule Ahoua anabadilika na yeye akifika pale kwenye eneo la mwisho. Umeelewa? Umeona yule unasema pasi ya kichwa hiyo, hizo wanapasiana sana ila eneo lile la mwisho ndo panakuwa kuwa pana ugumu sana pale. Unajua lile eneo la mwisho, Majidi, ili mfunge goli ni eneo ambalo alihitaji miguso mingi sana, ni one touch, two touch. Ule mpira kulikuwa kuna mawili iza angeupiga ateba Ida yeye pia Ahoua angeweza ku, lakini ni kweli Ahoua tayari alishaonyesha ishara kusemaje nataka kutoka, na nadhani ilikuwa kama siku alikuwa ni hamstring. Lakini uwezi kumlaumu mwalimu, unajua kwa sababu gani huko mm. wakati kuna mchezaji anahitajika kucheza kwenye hali zile. Mm. Mwalimu asema bwana, na kuhitaji bado kucheza, kwa sababu tunaona kuna kitu, ndio maana ile nafasi ilipatikana na akafika mpaka kwenye kwenye nafasi, kwa hiyo kwenye, angekuwa shujaa sana pale ambapo angeweza kufunga lile goli la pili, angekuwa shujaa sana. Tunakuhitaji ucheze, aaa, hata kama tumekudunga sindano za ganzi yeah. Kuna uko wakati, uwepo wako tu, sisi tunakuhitaji. Nielewe sio mchezaji mbaya, isipokuwa anahitaji kufanya baadhi ya vitu zaidi ya vile. Huyu Mutale aliingia, kuna nafasi alipata, sio ya kupiga mpira golini akafanya ingekuwa kuna plop. Chuma kingine kipo yes. benchi na, eh. au anapata shida <coughs> kama ile ingekuwa rahisi sana acha yeye ateba alitengenezewa nafasi na mm. Mpanzu pia Sawa. E Bwana baada ya mchezo wa nusu fainali ya kwanza kombe la shirikisho barani Afrika Mnyama Simba dhidi ya Stellenbosch kutoka pale nchini Afrika Kusini katika uwanja wa Amani pale Zanzibar, yale yaliyotokea, Mnyama Simba anapata ushindi gori wa goli moja kwa sifuri, goli pekee likifukwa na Jean Shaleha wa, ambapo ulikuwa ni mkwaju wa moja kwa moja, ulikuwa ni mkwaju wa, wa faulo na lakini, stori kubwa ni baada ya Jean Shaleha wa yeye mwenyewe kumcheza golikipa, yani kum kumchukua golikipa lakini akabaki yeye na goli, akashindwa kufunga goli ambalo ilikuwa ni goli la dakika za jioni, nafasi ya dakika za jioni, nafasi ya, na ya mwisho kabisa ya mchezo. Yamesemwa mengi na wapenzi na mashabiki, yamesemwa mengi pamoja na wachambuzi, lakini ukweli ni kwamba hata wachezaji wakubwa huwa wanakosa nafasi kama hizo lakini sio uh, kwa nafasi ambayo waliipata Jean Ahoua wa na uhitaji wa Simba Sports, kitu ambacho kinawauma sana mapenzi na mashabiki wa Simba. Ingekuwa ni mchezo wa pointi tatu tu, ingekuwa ni afadhali, lakini ilikuwa ni, ni mchezo uh, wa kujipatia magoli mengi ili kujihakikishia kufuzu katika hatua ya uh, fainali kombe la shirikisho Ha, barani Afrika. Kwa hiyo mengi anaendelea kuzungumzwa kuhusu Jani Shalehe wa, lakini kikubwa ni kwamba kukosa kwake nafasi hiyo kumewanyong'onyeza e, sana wapenzi na mashabiki wa Simba. Wameshinda mchezo, lakini hawana furaha. Wameshinda mchezo, lakini bado wanafikiri nafasi ya dhahabu ambayo watu walikuwa wameshasimama kabisa baada ya Eliye Mpanzu Kibisa wala Volkano kutoa pasi nzuri kabisa kwa Jean Charles Ahoua, Jean Charles Ahoua akamchukua golikipa, lakini mwisho wa siku akashindwa kuweka mpira nyavuni. Lakini wengine wameenda mbali zaidi, kwa nafasi yaliyokuwepo ilibidi amwachie ya ule mpira eh, Cristiano Leonel Ateba alikuwa katika nafasi nzuri zaidi e ya kufunga kuliko yeye. Lakini wengine wameenda mbali zaidi, zile ahadi za mchezaji mmoja mmoja kufunga goli kupewa mamilioni ndizo zinazowaponza Simba Sports. Kwa hiyo wanakuwa na kama uchoyo fulani hivi, wananyimana pasi wanashindwa kutengeana mipira ili waweze e, kupata ushindi wa timu kuibeba timu mazima.